Mambo matano ambayo mama mjamzito hutakiwi kuyapuuza, yaani mambo ambayo ni muhimu sana sana, unatakiwa yafahamu, kwa sababu kiyapuzia hayo unaweza ukateseka na ujauzito, aidha ukape mama mjamzito kupata changamoto. Mambo hayo ni kama ifuatayo. Kwanza, usile chakula ovyo mtaani. Unatakiwa ujue kabisa kuna wakati mwingine vyakula vinakuwa sio visafi, lakini vingine vinakuwa havijaiva vizuri. Kwa mama mjamzito kula chakula ambacho hakijaiva vizuri, mfano samaki, nyama, ni rahisi sana kupata bakteria ambao wanaweza wakamdhuru yeye, aidha mwanaye. Namba mbili, epuka sana kulalia upande ambao sio sahihi yaani ni hatari sana mama mjamzito ambaye analalia upande wa kulia aidha analalia mgongo aidha analalia tumbo. Kumbuka mzunguko wa damu unakuwa ni vizuri, lakini vile vile oksijeni na virutubisho vinafikia mtoto ukilalia upande wa kushoto. Namba tatu, mama mjamzito ukiona unatokwa na damu keni, hakikisha unafika hospitali. Usije ukapuuza swala la kutoka, lakini kama unatokwa na damu keni, hiyo ni dalili ya hatari. Aidha hiyo damu inaweza kuambatana wakati mwingine na tishu na vinyamanyama, hiyo ni dalili ya hatari kwa mimba yako. Kwa hiyo ni vyema ukafika hospitali ili kujua shida iko wapi. Namba nne, mama mjamzito, epuka sana msongo wa mawazo kuna kitu unakitengeneza ambacho kinaenda kuathiri afya yako, lakini afya ya mtoto zaidi. Ni kwamba kuna ukuaji wa ubongo utashindwa tu kufanikiwa kama huyu mama mjamzito utakuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo kwa muda mrefu. Kumbuka, msongo wa mawazo unaweza ukaambatana na kuzalisha homoni ambazo sio za kawaida kama cortisol, ambazo zitaenda kuathiri homoni za mwanamke za mama ambazo ni za kawaida. Namba tano, na mwisho, kama unaona una maambukizi yoyote ukeni, yawezekani maambukizi ya PID yawezekani UTI, hakikisha umemuona daktari wako mapema sana. Hii unaweza ukaiona kama unatokwa na uchafu, unapata maumivu makali ya tumbo. Ni vema ukamuona daktari wako. Kumbuka, hakuna kitu kinauma kama kupoteza mtoto bila sababu. Hakuna kitu ambacho kinauma sana kama mimba kuharibika wakati unatarajia kupata mtoto. Kwa hiyo, mama mjamzito, hakikisha unazingatia haya na unayafanyia kazi. Lakini kama umejifunza, usisahau to follow, lakini kushare na wengine, ili na wenyewe wapate kujifunza kuhusu hili. Asante sana, naitwa Dr. Elisha.